tunamshukuru Mungu ni tumekuwa nayo katika ibada ya maombi. Hakika tumemwona akiwa upande wetu. Bwana Yesu asifiwe. Umefika ni wakati mwingine sasa kwenda kusikia neno kutoka kwa Mungu mpendo wanao wao ni kwa ajili ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Acha na wale wote amekuumiza. Mtazamie tu Mungu anayaweza yote. Haijalishi ni kitu gani kimekuwa kinakusumbua katika maisha <muchas> yako. Bwana Mungu siku hii ya leo akapata kutenda jambo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa mwingi wa maneno, tupige makofi, shangwe na vigelegele ni kwa ajili ya

Haleluya. Ndani yako kama alikukwaza kule, sio hapa. Alikukwaza nyumbani, sio hapa. hapa ni upendo wa Kristo. Haleluya. Asifiwe. Kwa mengi wa maneno kubwa sana kukutana nanyi siku ya leo, akiwa Mungu katika hali ya usalama. Najua tumepitia mengi kuukunja mioyo mengi sana majaribu o, lakini Mungu ametuwezesha tumeweza kuiona tena jumapili ya leo, ikiwa ni mwezi wa tatu, jumapili ya pili ya mwezi wa tatu maka naelekea. Haleluya. kuitamani kwa siku nyingi wabie Mungu huu mwezi usiishi, kama si jumapili hii, basi ikawe ni jumapili hiyo ijayo

Kitabu ni cha Amosi nane mstari wa kumi na moja Nitasoma kama ilivyoandikwa: angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, vita ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, baada ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. bwanaanambaduguendo angalia siku zinakuja Haleluya. Utakuwa utakuwa na njaa, na njaa si njaa ya chakula, ana kiu ya maji, utakuwa ni njaa ya neno la Bwana na kiu ya neno la Bwana. Haleluya, unapokuwa mzima, uko na afya njema, unashukuru Mungu. Mshukuru huyu Mungu kwa hata aliokupatia, lakini lakini nazokuwa zinazokuwa za njaa sana, usiku unapokuwa na shida Haleluya. Unatamani hata mtumishi wa Mungu apitie katika ile nyumba yako lakini hakutakuwa kuwa na yeye trans. Haleluya. Amen. Chukulie wakati ungali hai, ungali mzima. Haleluya. Amen. Wanapokuona watumishi wa Mungu, wao huko na afya njema, watukane lakini kukumbuka ile watumishi wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama ni kijana mdogo, lakini moja kuja kumtamani, utakumbuka ile maneno ya Bwana, lakini utakuwa huo hakuna. Haleluja, huwezi kuagalamkona huwezi kubona lolote hapo china zinakusonga. Haleluja. Sasa uko na hata njema uko mzima, edekana kumtukuze Mungu kwa roho na kweli. Haleluja. Mpendwa wa Mungu, unakusikia sauti ya Mungu, unaposikia neno la Bwana unaanza kumkosoa yule mtumishi wa Mungu, unaanza kumuzewa iaa yule mwombezi aliyotuma ni kwa ajili yake hapa duniani, bali alitoa na Mungu, na message anayotoa si kwa ajili yake, bali ni kwa ajili ya yeye na wewe. Haleluya, amen. Ni Mungu ndiye anayetumia, ni kwa ajili ya kukuelekeza wewe. Haleluya. Unapokaa duniani, jifunze kutenda mema, usimbele ubaya siku zote, kwa maana ubaya hauta kupeleka popote. Mungu anakukumbuka wakati umetenda mema. Fanya nini katika nyumba ya Bwana? Je, katika maisha yako uliutukoe ni mtu aina gani? Haleluya. Siku Siku zimekuja zile za njaa. Si njaa ya chakula, utatamani hata kusikia neno la Bwana. Lakini hao wote hakuna, hawezi. Haleluya. Amin. Mungu na kiu na kusikia neno la Bwana, lakini hawezi. Uko simtanini, umelala kitandani. Haleluya. Hawezi hata kujigeuza. Unatamani kumtukuzikia mtumishi wa Mungu, mwanatamani visho vichwani asoge mahali pale, mwanatamani kasareta asoge mahali pale, lakini wende akuli wakati uko na hata ndio wapata wakumtafuta Mungu, wakutaka sana kusikia hili neno la Mungu. Aleluya! Kwa maana hapa duniani tuliambaa tutaishi kwa mkate tu, bali kwa neno linalotoka kwa Mungu. Aleluya! Unapokaa katika nyenyema la Bwana, mwanasema ninaamini nene Haleluya! Wakati wa neno, wakati wa mtumishi wa Mungu, naomba sasa tusimame tupige shangwe na vigelegele. Tumkaribishe mtumishi wa Mungu. Hapo ndiyo nguvu inaanza kukupambana, choo inaanza kukushika. Hapa na hapo hapo unatoka, unatoka katika kiti chako unaenda chooni. Mwanaye unaanza kujipatia shughuli wakati wa neno la Mungu. Hiyo haimpendezi Mungu. Haleluya! Hilo si jambo jema la kupendeza Mungu. Chunga sana ulicho nacho. Hallelujah. Amen. Za Bwana ni neema tu. Na Bwana ndio mbona nimekubeba kutoka mahali ulikokuwa mpaka umefika mahali hapa, kwa gharama. Ni mwito mkubwa sana. Ni gharama kubwa sana Mungu alitumia. Ali Hallelujah. Hakuna mtu anayeweza kumlipa Mungu kwa uzima alionao siku ya leo. Wakati umekocheka umekuwa na shida, unapomkumbuka Mungu, unapomweleza Mungu,

Haleluya. Mungu katika nyumba ya Bwana na bado unaenda kwa wakati. Haleluya. Amen. Mungu anajaribu kuongea na wewe lakini wewe bado uko na shida ngumu. Chore ile siku inapokuja. Haleluya. Ambapo angalia siku itakuja. Haleluya. Kwa sababu unajulikana unapoitisha maji na kuwa maji. Maji yamejaa sana la duniani. Lakini neno la Mungu litaondoka, litaondoka li katika uso li na tatangaana toka bahari hata bahari, natoka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki, watapiga mbio wakienda huko na huko kulitafuta neno la Bwana wasilione. Utaingia wakila kanisa kwa kila mtumishi lakini neno la Bwana halitakuwa kwa sababu ya matendo yako mabaya. Haleluya! jifunze sana kutenda mema. Amen. Na unapokaa ndani ya nyumba ya Bwana unatakana, unamuuliza Mungu kwanza, je, mahali nilipoingia katika ile ni mahali palipo sawa ama ni mahali palipostahili? Haleluya! Amen. Mungu amen. ameniita hapa kwa kusudi na lengo gani? Haleluya. Unakuwa oh, okay, huko mahali hapa lakini sio mahali ambapo utakapofunguliwa. Umeingia kwenye Yerusalemu lakini moyo wako hauko sawa. Haleluya. Hakuna baraka yote utakayopokea katika nyumba ya Mungu. Yes. Mimi ni yangu kukwambia ukweli. Um, Amen. Ukikubali au umeingia mahali na moyo wako hauko sawa. Au mahali hapo sawa na wewe. Haleluya. Amen. Enda wewe ama hapo mahali. Jiangalie sana. Jaribu kumuuliza Mungu. Kuna kitu gani inatendeka? Haleluya. Amen. Si kila mtumishi ananaenda kukuwekelea mkono na kukutamkia baraka, unabarikiwa. Wengine anakutamkia baraka kumbe ni laana. Kweli. Yes. Haleluya. Amen. Mungu sana. Tenda mema. Haleluya. Amen. Sio watu wa Kristo tu au Mungu. Unaokoka Yesu ndio. Wanasema Yesu ni Bwana. Amekutendia nini? Unajivunia nini kwa Yesu Kristo, uzima umepata? Je, unajivunia nini? Ni chake ni. Haleluya. Amen. Anza kuomba uzima kwanza, ndio uombe baraka. Haleluya. Amen. Kila mmoja aliingia hapa. Alikuwa na shida. Wengine waliokoka ni kwa ajili ya mtoto wao. Wengine waliokoka ni kwa ajili ya wazazi wao. Wengine waliokoka walijua, anajua mwenyewe, mtikisani ni okoke. Haleluya. Umeingia mahali hapa umegomolewa. Sile shida zinakotokea unaanza kusengenya watu wa Mungu. Unaanza kutoa kusima roho za Haleluya. Ile sifa sitio hii. Ukumbuko unapotoka katika katika nyumba ya Bwana. Unapoenda linapoenda kukukuta kule, unaporudi Mungu atakulisi. Haleluya. Unakuwa na maswali yako wewe na Mungu wako. Unataka kukombolewa sawa. Ile kukomboa mara ya kwanza. Nao watatamajana toka bahari hata bahari, natoka upande uh, wa kaskazini hata upande wa um, mashariki, watapiga mbio. Wakienda huko na huko ulitafuta neno la Bwana wa Sikioni. Haleluya. Amen. Adui yetu dunia. Ulitafuta neno la Bwana. Na neno la Bwana umeliacha pale nyumbani kwao. Haleluya. Amen. Unatoroka neno la Bwana katika nyumba yako, unatafuta neno la Bwana kwingine. Haleluya. Kwa waganga hakuna neno la Bwana, unaenda kwa misimu kutafuta neno la Bwana, na neno la Bwana umeliacha pale pale ulipotoka. Wale tanga tanga bahari na bahari kazi zile mpaka mashariki na wale walikabuda neno la Bwana na watu lipata. Haleluya. Kwa maana Mungu amekasirika na yale matendo yako mabaya. Umekuwa mtu mwovu. Mungu amekuchagua, amekuinua kwa mwito wako, kwa mwito wako, lakini umekuwa mtu mwovu. Haleluya. Amen. Shida zinapokuja, wapepa anapotolewa kwa mtu mwingine anakuingaragia kwa kwa maana uko mahali pale umebanyika kwa kielelezo, lakini unakataa yes. Haleluya! unapokuwa Mkristo, kuwa Mkristo wa kweli. Haleluya! ukiamua kuokoka okoka, si huku umeokoka, umeingia katika nyumba ya Bwana na bado unatenda maasi. hiyo si kazi ulioijiwa katika nyumba ya Bwana. Haleluya! usiseme mimi ni mshirika, uko na kazi kubwa katika nyumba ya Bwana. Kazi ni nyingi sana, <laughs> katika ile nyumba ya Bwana lakini, <laughs> watenda kazi ni kidogo. Haleluya. Baada kutenda matendo mema kwa mtu, kwa mtumishi, au kwa mshirika mwingine, kwa mpendo wako jirani yako, hiyo pia ni kazi katika nyumba ya Bwana. Haleluya, kwa maana mwingine atakumbuliwa kupitia wewe, mwingine atamani kuiga sana mienendo yako, kumbuliwa. Haleluya. Siku hiyo wanawali wazuri na wavulana watazimia kwa kiu siku. Amen. watazimia kwa sababu ya kukosa nini? Kwa sababu ya kiu na si kiu ya maji tu bali ile ni kiu ya neno. Hallelujah. uliambiwa achana na usharati na wale unatenda usharati. Hallelujah. Amen. Naoni kijana Yerusalemu.

na hao waapao kwa dhambi ya Samaria na kusema kama aishivyo Mungu wako eh, Dani, na kama aishivyo hao, nao watanguka wasinuke tena. Haleluya. Uh, yeah. Yeah. Kwa njia ya mbaya. Haleluya. Mahala anastahili kusema haki ya Mungu, wana sema haki ya Mungu. Kwa huo umenena uongo cha Mungu ya mwingine tena unamwambia Mungu haki ya Mungu nimemuona au kumuona. Haleluya. Wapendo. Ndio mahali hapa. Haki ya Mungu nimemuona kwa jicho langu hili.

zimekwisha hapa duniani. Haleluya. Amen. Naomba mtume Ezekieli aligeuza uso wake ukutani na kulia sana kwa Mungu. Kumbuka nimetenda nini na Mungu wako. Haleluya. Watumishi wa Bwana na Mungu mwenyewe ndio anajua. Haleluya. Umejiweka vipi hapa duniani?

Lakini Ayubu walipitia waliopitia na walimtaja wale mbele sana mema. Haleluya. Akaja kama kimchia Ayubu alipoteseka. Alipata shida lakini Mungu aliangalia sana moyo wa Ayubu. Haleluya. Amen. Japo pale lakini Mungu aliomkia ulinzi. Haleluya. Kwa sababu ya mema aliyokuwa akitenda katika nyumba ya Bwana. Amen. Mungu tayari kutenda mema. Amen. Haleluya. Amen. Wapendwa, tuwe tayari kutenda mema. Amen. Kale mema ya Bwana. Amen. Ya taifa. Haleluya. Hapo asubuhi usio mwana siasa. Hakuna siasa katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Unaposema nimeingia katika ukoo, ingia Haleluya. Usiingie mguu mmoja na mguu mwingine uko nje. Huko unataka kukula mema ya Bwana, huko unataka kukula mabaya ya shetani. Haleluya. Amen. Ukiamua kwa wa shetani kwa shetani. Endelea na mambo ya shetani kwanza. Ukimalizana na mambo ya dunia, sio kwa Mungu. Haleluya. Ukibadilika, ukiamua kukimbilia kwa Bwana, Kimbia kwa Bwana, piga hiyo kwa hatua. Amen. Haleluya. Amen. Ana shida zinazo kukupata. Unamkumbusha Mungu. Angalia, nilikuwa mtenda maovu sana, lakini sasa niko katika nyumba yako, ninatenda mema. Nikumbuke na mimi Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana, nimekuwa miaka mingi, nimekuja kwa sababu nipate usaidizi. Baba juma msaada, naye Mungu ana juma na msaada. Amen. Haleluya. Wakati wa shida, Mungu anakusaidia. Wale ambao naongea na watumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu anajitesa ni kwa ajili yako haona imani maia, mwambie Mungu asijichokeshe kupiga magoti chini. Baba, komboe.

kujifunza vema sana. Ni wewe mwenyewe sasa uchukue uamuzi, ni chaguo gani katika moyo wangu nifanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tunaomba kuna wakati unakuja. Utatamani sana kusikia neno la Mungu kama vyenye unalisikia sasa, lakini haitawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wako sasa ujiekee akipi. Na pia uongeze bidii katika kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakika mimi nimebarikiwa katika hilo neno. Najihisi niko katika kiwango kingine cha imani hata ayo nie mahali hapa. Chukua uamuzi sasa wa kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeamua tuachane na njia mbili. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiamua ni huko kwingine, basi ni uamuzi wako, lakini cha kufanya ni kumtafuta Mungu kwa bidii na kutenda mema. Ujiwekee hazina njema katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa mrefu wa kuongea, ni wakati mwingine. Nakaribisha kwaya ya vijana.